Mtazamaji, tunaendelea na mazungumzo yetu. Lengo ni kuhakikisha kwamba tunajua mengi na tunarekebisha mengi na tunaelimishwa kwa mengi ambayo yanaendelea kaunti ya Nairobi, na siku ambayo pia tutapata fursa ya kuweza kumpata gavana pia na tutamwalika na yeye, mkae mumtizame akijaribu kuweza kuzungumzia yale ambayo yamezungumziwa katika siku hii ya leo. Na mpito leo, nataka kuja kwako kabla nije kwa Jalango, niko na jumbe kama mbili ambazo nimetumiwa na wakazi wa Langata, wanataka kuweza kufanulia jambo fulani, nitakuuliza lakini kwanza um, uh, kwa haya ambayo yanazungumziwa hivi sasa tukizungumza kuhusu mabomba uh, ya maji tukizungumza mabomba ya maji taka, tukizungumza takataka taka, tukizungumza ukosefu wa nguvu za umeme, tukizungumza mambo ya usafi, nafikiri kwa kiasi kikubwa haya yote yanakufikia, ya katika eneo bunge lako, unadhani ni kipi ambacho ungependa kaunti hii ya Nairobi pamoja na serikali kuu ifanye ili kuhakikisha kwamba kuna mabadiliko ambayo yanapatikana katika eneo bunge la Kibera? Kwanza Rashidi, kuna kitu ulisema tukianza mzungumzo hapa uh -huh. na nime-confirm eti breaking news ya Citizen leo uh -huh. ni kama Babu amefanya nini, amesifia leo, umempatia nafasi kusema sera zake zote uh -huh. unajua ni lawyer sasa, usipatie time zetu pia na malizi. <laughs> unajua tulisikizana tuone vile suluhisho. Naam. kama sisi wabunge nini, nini tungependelea ifanyike hapa Nairobi ndio watu wapate. Uh, progress kwanza kabisa, healthy economy requires a healthy nation. Hiyo ndio jambo la kwanza. Lazima tukue na mahospitali, wagonjwa watu watibiwe vizuri, na hii ni devolved function so kila constituency, lazima ikuwe na hospitali ile ina function at least 5 level 4 level kuendelea. Na hospitali lazima ikuwe na madawa. Kama sisi kwetu pale like Kibra, tuko na level 4, lakini hata ukienda saa hizi hatuna madawa. Tunaongelea kwamba kwa hizi hospitali zote zile ziko hapa Nairobi, kila kila constituency ikuwe na functional, kwe functional kwa sababu ni devolve function ya governor. Uh, alafu business yoyote hawezi endelea kama kuna good road network. Sasa hapa Nairobi lazima tuhakikishe kuna good road network kwa kila mtu, na unajua mambo ya takataka taka, tangu hizo siku zote sisi tumekaa hapa Nairobi miaka mingi sana. Nafikiri hapa mimi ndio nimekaa hapa Nairobi kuliko hawa uh, vijana, tangu hizo siku Road network kwa Nairobi ilikuwa safi sana. Kuna barabara zilikuwa hata tingatinga aingepitia hapo kwa sababu ni, ni estate. Zilijengwa izikuwe estates, lakini saa hizi ukienda hizo barabara zimepanuliwa, watu wameongezeka hata <coughs> ikai kama estate sauki. Kuja hapa Kileleshwa kitambo tukiwa vijana, mtu alikuwa naishi Kileleshwa ni wazungu tu na wale wadosi wadosi, siku hizo ilikuwa tunaita wadosi. Lakini sasa hii tuko na high rise kwa Kilelesho, hata haionekani ni pale watu walikuwa naishi. Lazima tukue na mpango ya town, tujue ni wapi tutajenga, wapi tutakuwa <coughs> na high-rise. Kwa sababu the most important ni drainage system, huwezi kuwa unajenga na hamna Nairobi bila siwa system, bila kutengeneza siwa system, hakuna pahali tunaenda. Mvua ikinyesha, hujui hii ni maji ama ni sewage. Na hii inaleta ugonjwa mingi sana hapa Nairobi. So the first thing lazima to deal now ni siwa system, proper siwa system. We need to plan Nairobi again kwa sababu watu wamekuwa ukisema milioni tano ama milioni ngapi? Au watu ni wengi sana na kila esti tukienda watu wanaongezeka. Tusipokuwa na good plan for the city, we need to get a people who can plan this city. Nilifurahi sana uh, vile Sakaja aliingia, nikaona kuna one of the best planners in the world yule <laughs> ameplan uh, UK city. mm. Anaitwa profesa yoto Niliona alimweka kama among consultants kwa CEC. Nikasema ba sasa Nairobi itakuwa mzuri. Huyo professor Yoto is the advice of the queen in the UK mm -hmm. na pia ndiye amepanga pale UK. Nilijua Nairobi sasa itakuwa kama city of, of UK, lakini mpaka leo <laughs> sijasikia kama professor Yoto amekuja hapa Kenya amepanga. So lazima we make deliberate efforts hapa Nairobi imekuwa jiji ile kila mtu anatamani kuja Nairobi. Sasa hizi hata ukimwambia mtu naenda Nairobi anashangaa, Nairobi unaenda kufanya nini? <laughs> we have to have deliberate effort. Hizi takataka tunasema mtaani hapo, nakubaliana na mwenzangu uh, vijana wa mtaa inafaa wapewe permission na ruhusa na contracts wa collect kwa sababu hao ndio wanaishi hapo wanajua mahitaji ya hapo. Huwezi jua takataka iko kama saa hii, nikienda kwa Mwenje mimi siwezi jua wapi kuna takataka, lakini ukitumia wale vijana pale wa kijiji au wanajua kila mahali hizo takataka ziko. A country without proper education. A country without proper school system structures awezi endelea, na lazima ianze na ECD kuna kuna kitu inaita Piaget theory, isipoanza na ECD, how will we know? we must know the what is in the minds of children. Lazima tujenge hizo ma ECDs kila mahali, tukue nazo. so hizi ndio mpango tunasema kama wabunge, tukikaa mimi sisemi siwezi enda kama nikitwa na governor. Unajua mimi sitaki kuwa governor sai, nitakuwa mm -hmm. huko mbeleni mungu akikubali nam mm -hmm. lakini sio sai so sisi kama wabunge tunasema gavana aitishe kikao. Aitishe kikao. Bado miaka miwili na nusu hivi, bado Nairobi inaweza endelea vizuri, watu wakikaa na wapange vizuri, na tuone vile tunaweza saidia wakaaji wa Nairobi sana sana, sisi kama wale tuko na watu wanaishi kwa informal settlement yeah, lazima tuwafanyie kazi lazima pia tuone kwamba hao maisha yao tumeinua eh, maisha ya wale tunaishi nao hivyo. Rashidi, ndio naona tunaweza endelea vizuri. napenda na, na, kwamba licha kwamba mnaonesha yale mapungufu yaliyopo, lakini bado mnatoa nafasi ya kwamba vikao ndio itakuwa suluhisho, watu wakaa pamoja, vizungumziwe. Najua uh, ndio itakuwa ndio, ndio njia peke yake ya kutafuta suluhisho na pia vilevile hii vile, kaunti haizijengwa na magavana peke yake kaunti hiyo isijengwa ama isijengwa na gavana na wabunge peke yake. Tumezunguza kuhusu wawakilishi wadi na tukazungumza kuhusu hivyo. Lakini pia kaunti hii haiwezi endeshwa na watu kutojitolea. Uh, uh, kusikiza na kuwajibika wakati kuna mabadiliko fulani. Right. Na, na nafikiri ni kipindi mwafaka sana cha nyinyi kama viongozi kuhakikisha kwamba kwa, hii kwa kwa miaka miwili tunaweka siasa zetu kando aijalishi, mimi namuunga mkono huyu, mimi namuunga ni kwa, ma, kwa sababu sahihi tutamzungumzia Rashidi vibaya kwa sababu Rashidi hayuko katika ule upande ambao wewe unaegemea kisiasa, lakini kesho kimwona jala langu nimefanya makosa, utaruka kwa Rashidi mgonge, kwa sababu unajua yule yuko mahali fulani. Auoni kwamba tukiendesh tukienda hivyo kwa miaka miwili, hatutafaulu. Iwe ni Rashidi amekosa, ni Babu, ni timu, ni nani, tuwe waungwano wa, wa kuweza kuwakosoa bila kusema kwamba yule kwenye kambi yangu, yule kwenye kambi yangu. Maanake mwananchi kambi yake ni huduma bora peke yake unajua eh, Rashid, sisi kama viongozi, na kuna wale viongozi wanakuaga pande zote. Kuna wale wamechaguliwa kwa serikali, sisi tulichaguliwa upande wa upinzani, but tunakaa tunazungumza na wale ambao walipata madaraka ya kuongoza nchi kama rais. mm -hmm. na hiyo ile kitu inafanya tukae tuongee pamoja kama viongozi, ni kutafuta maendeleo na, na manufaa kwa wananchi hapa Nairobi County. Mimi nikikaa na gavana, kama tutakaa sisi na wabunge tukae na gavana, yale maneno ningependa kumwambia kwanza, wakati unafanya ile kitu inaitwa public participation, weka participation kwa hizi constituency kumi na saba, lakini isikuwe ni mkutano wa watu kuongea mashida zao peke yake. Wawekee pesa milioni mia mbili, milioni mia tatu kwa kila constituency, uwaite hao wananchi wakae hapo waongee, na ndakuambia hivyo. Huyu mwenzangu anaitwa Babu, Babu Owino, ako kwa kamiti ya bajeti. Mwaka uliopita aliongoza mkutano wa wabunge wa bajeti wa wakakuja kule kwetu Embakasi, wakaita viongozi na kuna pesa wameitenga hapo, viongozi wote wa kutoka kila eria, kila mtu sisi si, si, si wabunge, wananchi wenyewe mm -hmm, wakasema mashida yale wanataka kisha mheshimiwa Babu na wale wabunge wako budget waende wagawe pesa kidogo. Mashida ni mengi ndio. Ukikaa pale na wale wananchi watakupa mashida ya bilioni mbili. Mm. Lakini ukiwapatia milioni tatu, wataamua wao wenyewe. Tutaanza na hii, tutaanza na hii. Hiyo ni kitu ya kwanza ambayo tunahitaji tufanye. Kitu la pili ni kumwambia gavana uko na department zako. Department uko nayo hii ya kusimamia eh, ya urban planning. Mm-hmm. Wacha kazi yao isikuwe ni ku approve hizi manyumba kubwa kubwa, na muangalie ile infrastructure iko. Usipe, ukapatia mchina hapa approval ya kujenga nyumba ya bilioni moja na hakuna kitu ambayo umevuta. Angalie kama kuna barabara na maji. Hivyo ndio county ugenda eh, London, New York, hivyo ndio kunafanyika kazi, ndio wale investors ile kitu wanapata pale, kuna kitu inaenda pale. Ukienda upande wa takataka watu watakataka na, na hii ya urban planning isikuwe kazi ni kuzunguka kule. Ukipata mijengo dogo dogo ni kutoza watu, utoa pesa kidogo hii mjengo yako. Toa hiyo maneno, hatutaki. Wafanyi biashara wale wadogo, zile leseni wameambiwa walipe kama ni hiyo shilingi ya hamsini ama shilingi thelathini. Akilipa mkubalishi afanye hiyo biashara yake. Kule kuna watu wengi wanatozwa pesa, wanaitishwa pesa na ndio unafanya unaona kila wakati watu wanakimbia kimbia tu hii Nairobi. Kwa sababu ile department ambayo imesimamia ile kazi haifanyi kazi yake. Kwa hivyo ukienda pia kwa hii takataka, wamekaa pale ukiwauliza, takataka nani anabeba Nairobi? Kwa sasa Rashid ni kuambie takataka taka, inaondolewa na NYS. Mimi niko na shule najenga pale tena estate. Niliwasumbua county karibu miezi sita. Paka wakati nilienda kulilia NYS nikamwomba rais, wakanitolea takataka hapo lori 150. Kwa hivyo hizi department lazima ziangalie na zipunguze. Kwa sababu ziko nyingi sana. Punguze hizi ndio upate pesa mingi kienda kwa maendeleo. Tatu, Nairobi lazima hizo mbili nimekupatia ni immediate. Naam. Short term plan ni Nairobi lazima tuwe na master plan. Yule aliyekuwa mayor wa zamani mwaka 97 to 2002 anaitwa Mayor Dirango, na alikuwa mbunge wa Embakasi Central. Mimi niliwahi kupatana na yeye, akaniambia master plan ile ilichorwa vizuri, ilikuwa imefika hadi mwaka wa 2000. E, wakati Kideru alikuja alijaribu kutengeneza master plan, lakini hakuimalizia because master plan inahitaji experts walete tupange Nairobi tena, na tunaipangia si sasa, tunaipangia miaka ingine hamsini. Lazima tuwe na master plan, ndio wakati babu atakuwa governor, akitoka yule governor, anafuata anaendelea kuimplement ile master plan. Ndio maana Nairobi kutoka ile enzi ya the 70, 60s tukijenga Buruburu, Umoja mm, Donholm hizo estate zote zilikuwa kwa hiyo master plan mpaka ikafika mwaka wa 2000 sasa. Kutoka hapo kuja kuwa na master plan ingine, ndio maana unaona vitu zinaendelea Nairobi vile zinataka. Jambo la mwisho ambalo ningependa kusema, baada ya ugatuzi ya miaka 15 Nairobi ndio jiji kuu la hili nchi. Naam no. hatuwezi beba Nairobi kama kama jimbo lingine, na hapa kwa katiba, wakati tunaanza kuongea katiba, lazima tufikirie vile tutaangalia jimbo la Nairobi. Kwa maoni yangu kunafaa kuwa na majimbo ya 46. Nairobi inafaa kuwa kivyake, ichague meya wake ambaye amesimamia Nairobi na environment. Unajua sasa hii thika imeguza hii, ukiangalia hizi maeneo Kiambu, ukiteremka hapa Machakos, hizi sasa ni pati ya Nairobi. Tunahitaji meya ambaye anaangalia hizo eria zote, so ndio anaguza. Unajua wakati una, tunataka maji Nairobi, hakuna maji, maji inatoka Murang'a huko sika huko ndio maji natoka. Tunahitaji mea ambaye ako na resources direct kutoka kwa national government ambayo anakuja anapata hiyo pesa kwa hizi area zingine, tuwe na vitu ambazo tunaitwa boroughs eh. Kila area kama ni huko kwetu Embakasi, sisi huko tuko na watu zaidi ya milioni tatu wanaishi hiyo area huko hao watu wanaweza kuwa na boro yao ambao wanajipanga. Ukuja Westlands kule, timu wanyonyi huko wawe na yao, tuguzie zile area zingine. Hii itahitaji mpango wa mjadala wa katiba yetu. Tuangalie vile tutaanza kuibadilisha na hivyo ndio jiji kuu no. okay. la New York, ukiangalia jiji kuu eh, la, la London no. ukiangalia New York, haya majiji makubwa makubwa hatuwezi. Ay, panga Nairobi hapa tu umekaa tu kama gavana hapa county, tumejifinyilia hapa <laughs> tunajaribu sasa, gavana wa Nairobi Juzi, wakati tunazunguka na rais, tunaomba wakati, mimi nawaambia rais, rais nataka barabara hapa, nataka niongezee madarasa. Gavana amepanga laini na yeye hapa, yeye anataka pesa ya hospitali hii. Nairobi tumekuwa na sisi ndio wenye pesa, tumekuwa sisi ni kama beggars. Lazima tuangalie long term, vile hii katiba yetu itapanga jiji la Nairobi liweze kukua lifikie majiji kama haya hadi sababa Cape Town. Na tukizubaa because tuko na muda tu wa kama miaka tano hivi kujipanga, ujue Nairobi ndio imekuwa headquarter ya UN eh, eh, UN eh, UNEP iko hapa. Tuko na vitu mingi sana international ambazo ziko hapa jiji letu la Nairobi. Lakini Nairobi iko na mashida ambayo, mtu ikifika, watu wa international wakiangalia hizi vitu zinaendelea Nairobi, wanaanza kuenda hadi sababu. Majirani wetu hapa Tanzania wameanza kupanga jiji lao la Dodoma na mnajua Dar es Salaam vile iko hmm. Tusipopanga Nairobi eh, kama metropolitan ambayo imeguza hizi sehemu zingine Machakos na hizi area zingine tutakuwa na area ambayo itakuwa unmanageable, hatutaweza kuipanga, kutakuwa na umaskini mwingi sana na ama shida ya sewage, shida ya maji shida za barabara, saa hii mnaziona, mnazionaona zile barabara, hata hapa kwenye kuingia huku hapa tu nyuma Citizen kuna barabara iko hapa nyuma, niliona imeharibika. Hatuwezi kaa kama zile kaunti zingine, lazima tufikirie long term vile tutabadilisha na, Nairobi na wakati huo ukifika, Rashid, uh -huh, mimi ndio nitakuwa meya kwanza kuchaguliwa na wananchi. Aya, sasa kila mtu wana, na ndoto yake mm. <laughs> <laughs> Jalango hapa ambaye kuna mtu oh. ametuma kuna mm. moja Jalasa anasema kwamba uh, muulize kiongozi wetu Jalango kwamba Langata tuna maji for one month. Anasema wamekuwa wakinunua maji baada ya ujenzi ule wa affordable housing project ambao ziliweza kuharibu yale mabomba ya kusafishia maji. Anasema ni five estates huko, ni karibu estate tano. Anasema uzingilie kati, maana kununua maji kwa, kwa mwezi mzima baada ya ujenzi wa nyumba za bei nafuu kuharibu wale mabomba ya kupitishia maji. Unajua eh, tulipoingia hapa nilikuambia no. kitu kimoja no. kuwa kuna kazi nyingi sana ambazo zimegatuliwa mm -hmm. na moja yao kubwa zaidi ni maji hapa Nairobi mm -hmm. iko kabisa chini ya eh, Nairobi Water Company and Sewage mm -hmm. ambayo iko chini directly answerable kwa gavana. Uhum. Unajua, tutakaa hapa watu wakaanza kujiuliza kwani hii mjadala ilikuwa ni kumuhusu, mm, gavana? Ni kwa sababu hata hizo mabomba ambazo nasikia zimepasuka zinafaa zirekebishwe zifanywe. Nikizungumza juu ya maji sitakosa kumtaja kumtaja, mm, unanielewa? Kwa sababu ni shughuli ambayo imegatuliwa na inafaa ikuwa inashughulikiwa na gavana. Mimi Wacha nikwambie Rashidi, maji ya Lang'ata, nilipoingia nilisema kuwa hii shughuli ya maji lazima nitaetatua. Kitu ya kwanza ilikuwa ni kuangalia shida ya maji Lang'ata inakuwa ni nini? mm -hmm, ni kuwa maji yetu inatoka Kabete, ikiwa inakuwa pumped kutoka Kabete, it is gravity pumped mm -hmm. Kumaanisha iteremke ipande naeje, na Lang'ata iko juu ya mlima Uhum. Kutoka Kibra na pando naingia Lang'ata. Nikasema hebu tuangalie shida inakuwa ni nini? Tukapata kuwa maji ikipita kwa huyu Orero hapa, Kuna wengi wanaiba, wanaibaiba maji pale, pilfr mingi sana ta, sio watu wangu, ni watu wetu. yeah, yeah, wawetu waa, yeah, <laughs> wanaiba maji ambayo inafai kufika wapi? Wanaiba vipi? Ile pipe ya kuleta maji Langata ilikuwa ni iko tu juu ya mchanga, juu mm -hmm. ya ardhi uh -huh. ilikuwa imetoanika tu mm -hmm. Kisha tukasema the first thing tufanye E, tujaribu kuificha hii pipe tuone kama itakuwa mm -hmm. ni vipi mm -hmm. tukaenda tukaichukua ile pipe tukaingiza chini na tukapiga slab mm -hmm. karibu almost 3 4 kilometers, unaweza imagine hiyo cost mm -hmm. national government kukawa kuna maji sasa, inaweza kuja kukakuwa kuna kuna complain kidogo wale wale watu wake, wake. Wale, watu wetu wakaenda huko <laughs> mwisho pale hatukuwa tumesilabu huko kilomita mbili kule, wakaanza kuibea kule, unanielewa. Na hapo <laughs> watu wenu wakifanya hivo, mnyimi wote mnajua. Sasa si yeye oh e yeah, anajua ku ndio <laughs> kuna vijana wetu ndio pia wako katika hizi shughuli zao, hakuna kataa, ni vijana <laughs> wetu pia wako katika shughuli zao za hapa na pale. Tukajiuliza <laughs> jamani, suluhisho itakuwa ni nini okay? Kukakuwa na hii mpango nzima ya the Northern Water Collector na ni itakuwa suluhisho kubwa zaidi ya mambo ya maji safari hii, hiyo pipe haijapita kwake, imerudi, imepita nyuma, inatokea Karen, inakuja, inapita makaburi. Hata ukiona, ukipita hapo, unapata kama tayari pipes zinawekwa mm-hmm. shida tu tena, inarudi pale pale, napitia kaburini hapo, makaburi tukano <laughs> makaburi hapo, makaburini pia kuna kesi kubwa, kuna kesi kubwa. Tukianza mambo ya makaburi leo hii eh, itakuwa ni tutalala hapa sasa. Tusilale, wacha nimalize mambo ya maji so Kesi tena inarudi hapa hii Northern Water Collector. katika kila kikao inasema, oh, kuna wiki mbili oh, tumeenda testing oh, maji nafaa ianze kuja hadi lini? Saa zingine watu watasema nyinyi pia sasa mumemwonea eh, gavana sana. Unajua oh, mmeli hizi mambo ambayo mingi unatuliza hapa. Unajua kwa nini utulize mambo ya mashule, mambo ya nini? Ni kwa sababu hizo ziko chini chini yetu na ni kazi ambayo inaendelea. Mimi mwenyewe tangu nilipoingia tayari tumemaliza shule ambayo ilikuwa imesimama kutoka the past regime, Kongoni Secondary School. Ukienda pale utaiona shule safi, wazazi pale wanaingia pale Kongoni wanasema w wow, kuna gate, kuna nini, labs nini. Mimi mwenyewe nimehakikisha kuwa shule zote ndani ya Langata hakuna yenye CJSS certified, size zote ziko na lab, ziko na kila kitu unanipata na madarasa ambazo tumejenga hapa hapa katika hii pesa ya Kera, tumefanya barabara 46 roads. tangu nilipoingia. 46 roads. Na kutengezea maiki yako Jalang'o kidogo na kutengezea maiki na nitakupa nafasi uendelee, unazuza masuala ya kimsingi tafadhali, nataka kutengeza <laughs> kidogo maiki yako ili uweze kuendelea, maana Jalang'o anayazungumza mengi, anasema kwamba uh, kuna maswala ambayo ameweza kuyafanya na kuna maswala mengine amekuwa na changamoto kwa sababu ya watu kujaribu kutaka kuiba uh, haya maji, na nafikiri kwamba hilo swala lazima tulishughulikie, kwa sababu watu wengi wanakosa maji na kuna wajanja mali fulani wanayatega na kuyatumia kwa maslahi yao mwenyewe. Sitaki kizungumza hivi, simzungumzi Pita Orero, anazungumzia kwa ujumla kwamba tuangalie sana kuweza kupambana na wale ambao wanatega maji. Nikirudi pia kuna swali nitakaweza kuuliza ambalo nitakamlitafakari kuhusiana na hizi pesa za maeneo bunge Mmesikia hapa kuna mjadala ya kwamba hii pesa itakuwa bora zaidi mikononi mwa naja mrefu.